Kwa majina anaitwa Dr. Filemon Joshua Darabe, ni daktari bingwa wa magonjwa ya macho pamoja na uoni hafifu. Hospitali yetu ya Mount Meru ina, ina ina kitengo kwa ajili ya magonjwa ya macho pamoja na uoni hafifu. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunajaribu kuwaelimisha wananchi kwa magonjwa kama presha ya macho ambayo wengi hawana, hawana uelewa juu ya ugonjwa huo na duniani ni ugonjwa wa pili kwa kusababisha upofu. Pressure ya macho kwanza ni, ni magonjwa ni magonjwa tunaita syndrome, sio ugonjwa mmoja, ni magonjwa ambayo yanashambulia ule mfupa, mshipa wa ufahamu wa wa wa macho tunaita optic nerve. Kuna aina nyingi za, za pressure ya macho, kuna moja inaitwa open angle na nyingine inaitwa angle closure, ziko aina tofauti tofauti, lakini kwa wale ambao ni angle closure <coughs> kuna mwingine asilimia kubwa sana, na mtu anakuja hana symptom, hana dalili yoyote ya kusikia chochote kile, isipokuwa atalalamika uono wake unazidi kupungua, kwa sababu ya ule mshipa ufahamu ulioshambuliwa na hayo magonjwa. Lakini kwa, kwa wale ambao wanadalili, aidha amepata pressure ya macho kwa sababu ya aidha kuumia tunaita trauma, kwa wale wanakuja na dalili kama maumivu makali ya jicho, maumivu ya kichwa anapata shida, machozi yanamtoka, anapata shida kwenye mwanga mkali. Kwa hiyo hizo ndio dalili zinazokuja nazo. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya sisi ni kupima. Kuna njia mbili za kupima pressure ya macho. Kuna njia ya, ya, ya, ya kucheke kwa kutumia kitu inaitwa iCare tonometer, tunapima pressure yake. Pressure ya kawaida ni tano mpaka 21. Inapokuwa moja zaidi ya ishirini, tunasema huyu mtu ana shida Hatua ya pili ni kufungua mboni na kuangalia kule nyuma ya ya, ya, ya pazela jicho kwa ajili ya kuangalia ule mshipa wa ufahamu optic nerve je, umeathirika vipi? Presha ya macho ni kama shinikizo la damu ya mwili, japo kwenye macho sio damu, inakuwa ni kuna maji ambayo yako kwenye, kwenye, kwenye macho ambayo kitaalamu inaitwa aqueous humor, ndio maana tunaita ni shinikizo la, la, la, la, la maji ya macho. Matokeo ya presha ya macho usipo, usipo, usipoanza dawa kwa muda unaostakiwa, matokeo yake kwa kweli ni kupungua sana kwa, kwa, kwa uwezo wa uono na usipotibu zaidi mwisho wa siku ni upofu. Na presha ya macho ni kama presha ya mwili, matibabu mat, mat, mat, mat, mat, mat, mat, mat yake yatachukua muda mrefu kama ilivyo presha ya mwili. Kwa hiyo tunasisitiza watu waje kwenye hatua za mwanzo kabisa, isije mtu anakuja kwenye hatua ya mwisho kabisa, kwamba sasa ameweza kushikwa na mkono anatembeza Tukumbuke presha ya macho ni magonjwa ya kurithi, kwa hiyo unakuta labda kama mtu unaweza karithi, kwa hiyo ka ukipima wewe kama mzazi hakikisha pia na watoto wako unawapima presha ya macho. Lakini ukikuta na magonjwa kama presha na sukari, hakikisha unapita idara yetu ya macho, na tuna vipimo kwa ajili ya kuangalia presha au sukari, je, imeenda huko nyuma au hajaenda kwenye pazia la, nyuma ya jicho, tunaita retina. Ayo magonjwa yanatabia kukimbia kwenye macho na kwenye figo pia. Hospitali yetu ina ina vifaa kwa ajili ya kupima macho, magonjwa karibu yote ya macho tunayapima. Tuna mashine kwa ajili ya kupima kama mtu anahitaji miwani, mashine kwa ajili ya kupima kama pressure ya macho, mashine kwa ajili ya kuangalia, je, haya magonjwa mengine ambayo kama sukari au pressure, je yameenda kwenye macho? Kwa hiyo huduma zote hizo zinapatikana katika hospitali yetu.